Kuna siku tukawa tunazungumza, tuna eh, mjadala fulani akasema, unajua kama siko vizuri na Mungu eh, siwezi kufanya hiki na hiki. Jamani, kutokuwa vizuri na Mungu ndio nini? Kuna mawili tu, unamwamini Yesu au haumwamini, full stop. Kama imani yako iko kwa Yesu hautakiwi kutenda dhambi, lakini ukitenda dhambi ujue unaye mwombezi kwa Baba. Aya, siyo maneno yangu mimi Tunaye mwombezi kwa Baba anaitwa Yesu Kristo mwenye haki. Anatuombea nini kwenye muktadha huu? Hamna prea pointi nyingine zaidi ya kuhusu dhambi tuliyofanya. Lakini Yohana ametuambia hapa, hajaandika haya ili kutufanya maisha yetu yase. Ah, unajua sasa, kama Yesu anatuombea na Yesu prea pointi zake ziko vizuri, yaani Baba hajawahi kukataa mapenzi ya Yesu. Sasa ngoja tuendelee tukisha ah, ah. Ukiona unawaza kuwaza hilo wazo, unabidi ujulize vizuri umemwamini kweli Yesu. Kwa sababu walio mwamini Yesu kiu ya kufanya dhambi inakatwa na Yesu. Ndio maana anasema tumekombolewa. Unajua maana ya kukombolewa, kutolewa kwenye maisha ya dhambi na kuwekwa sehemu salama. Lakini Biblia haikatai uhalisia ya kwamba mwamini anaweza akafanya dhambi. Lakini akifanya dhambi, tujue tunaye mwombezi Yesu.